Mtanzania Leyla Mtumwa mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Arusha aliyekuwa akiishi Uingereza anadaiwa kuuawa kwa kuchomwa visu sehemu mbalimbali mbali za mwili wake na mwanaume mwenye umri wa miaka 38 ambaye pia ni Mtanzania anayesemekana kuwa ni mpenzi wake waliokuwa wakiishi naye pamoja. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea usiku wa kuamkia jana Machi 30, 2018, katika nyumba wanayoishi Watanzania hao iliyopo eneo la Haringey jijini London, baada ya kuzuka ugomvi baina yao, ikiwa ni muda mfupi baada ya Leila kurejea nyumbani akitokea disco la usiku alilokuwa amekwenda na marafiki zake. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa, alirudi kutoka disco akiwa na rafiki yake wamelewa na kuingia ndani ambapo alimkuta mpenzi wake ambaye alikuwa anafoka na kutukana jambo lililobua mzozo mkali baina yao. Baada ya mzozo huo kuwa mkubwa, rafiki aliondoka na ndipo jamaa huyo alianza kumshushia kipigo kisha kumchoma visu mbele ya mtoto wake wa miaka kumi na mbili ambaye Leyla alizaa na mwanaume uh, wa kwanza aliyedaiwa kuwa ni raia wa Nigeria, ikiwa ni saa moja ya asubuhi hali ya Leyla ilikuwa mbaya. Kijana huyo alipiga simu katika kitengo maalum cha polisi cha makosa ya jinai yani Met Homicide and Major Crime Command kuwajulisha tukio hilo. Baada ya polisi kuwasili, walimkuta Leyla akiugulia majeraha ya visu, huku akilia maumivu makali aliyokuwa akiyapata, walimchukua kwa ambulance na kumpeleka hospitali. Licha ya jitihada za polisi kuwahi, lakini Leyla ali, aliaga dunia majira ya saa mbili na dakika kumi na moja asubuhi kwa saa za London. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo huku wakimshikilia mwanaume huyo wa Leyla kama mtuhumiwa namba moja wa tukio hilo. Mimi ni Flora Mvungi wa Global Online TV, Dar es Salaam. Uwanja wa Taifa wa burudani Dar Live unakuletea usiku wa mwisho wa ubishi, nani mkali wako? Kwa mara ya kwanza katika historia ya muziki wa singeli, tunawadondosha jukwaa moja: Man Fongo, sitokubali bora kupoteza mali, Sholo Mwamba, yula ma makabila na katika muziki wa tarab, hapa ndipo pata chimbika, huku Jahazi Modern Tarab kule ya TMK Modern Tarab. Nani mkali wako ni katika sikukuu ya Pasaka tarehe moja mwezi wa 4 2018, kuanzia saa 12 jioni mpaka majogoo kwa kiingilio cha buku saba tu mlangoni, na kuanzia saa nne asubuhi ni michezo ya watoto wakali dancers na burudani kibao kwa kiingilio cha shilingi 3000 tu. E bwana, tukutane Darlie. Show nzima inaletwa kwenu na gazeti bora la michezo la Sport Extra na application ya Global Publishers Limited. Nani mkali wako? Manfongo, Sholomwamba au Dula Makabila, Jahazi Modern Taarab au ya TMK Taarab? Dar Life itaamua ubishi huu na ndio itakuwa mwisho.